Kale viongozi wanaoeneza siasa za ukabila, akisema wakenya kutoka sehemu zote za nchi wanastahili usawa katika maendeleo. Rais ambaye alikagua miradi mbalimbali mbali katika kaunti za Tharakanithi na Embu amesema yuko tayari kumenyana na wapinzani wake katika uchaguzi wa mwaka wa 2027 Seth Olale na taarifa kamili. Leo ilikuwa siku ya nne ya ziara ya rais William Ruto katika eneo la mlima Kenya. Msafara wake ulizuru kaunti za Tharakanithi na Embu alipokagua miradi mbalimbali mbali. Rais Ruto aliwarai wakazi kutohusishwa na siasa za ukabila, akisema zinalenga kuwagawanisha. Kuna wengine wanasema hata tugawane Ati hawa ni wakabila hii sijui hawa ni wakabila ile chama hii sijui, chama gani sijui, pande hii sijui, mlima sijui kwa lake sijui kwa ocean. Sasa tukienda hiyo barabara, si Kenya hii itasambaratika. Rais ambaye pia alizuru maeneo ya Runenges na Mara Chogoria, ambapo alisisitiza umuhimu wa kupeleka maendeleo katika maeneo yote nchini. Tushughulike na mambo ya maendeleo, tusomeshe watoto wetu, tushughulike na kilimo tuunganishe stima, tujenge barabara. Rais akisema yuko tayari kupambana na wapinzani wake debeni katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Siku ya siasa itakuja, saa hizi ni saa ya kazi, ama namna gani? Si saa hii kila mtu ashughulike na ile kazi amepatiwa. MCA ako na kazi yake ashughulike, mjumbe ako na kazi yake ashughulike, gavana ako na yake ashughulike, mimi niko na yangu nishughulike. Siku ya mutiani ikifika, si nyinyi ndio mutasaiisha? Viongozi kutoka maeneo ya Tharaka Nithi na Embu wakishinikiza rais kuwa ni sharti Kithure Kindiki awe msaidizi wake kwenye uchaguzi wa 2027. Na na na tungependa iendelee hivyo hivyo mpaka 2032, mheshimiwa rais isikanyange hapo 2027, wacha iendelee mpaka huko 2032. Akifika huko atajipanga kivyake, wewe ukiwa umemtumia kufanya kazi. Pesa anatosha matoshi, huyu kindiki anatosha matoshi. Kwa hivyo, rais, urafiki ambao uko nao kwa sisi watu ya hii area ya Mount Kenya na watu ya dharakanithi in particular ni urafiki wa miaka mingi na huwezi kuharibika kwa sababu uko katika msingi thabiti. Rais pia akizuru eneo la Chuka Igamba Ng'ombe ambapo alikagua mradi wa nyumba za serikali. Seth Olale, Runinga.